Kita kambi nje ya lango kuu ama nje ya lango ya makao makuu ya polisi wakisema kwamba wanataka Jenerali Eliud Lagat ajiuzulu kutoka ofisini hadi pale wakati ambapo uchunguzi unaohusiana na kifo cha Albert utakapokamilika. Hivyo nimekuwa tunima kabiliano makali, vitoa machozi vimekuwa vikitupu hapa kuwatawanya, wamekuwa wakitawanyika, lakini wakirejea hapa wakisema wakisema kwa sababu <tihalatari> kwa sababu ya yale ambayo yameshuhudiwa hivi majuzi, wakikuja tu hapa wakisema kwamba wanataka Eliud Lagat aweze kujiuzulu. Wameenda hadi katika lango kuu la makao ya polisi wakisema kwamba eh, inspekta Naibu Inspekta Jenerali Eliud Lagat aweze kujiuzulu. Bado wako hapa baadhi yao, wengine wametawanywa, wengine wametoka hapa wakiwa na majeraha, wakikimbia tu kupokea eh, matibabu katika hospitali tofauti tofauti. Kwa hivyo ni hali ambayo imekuwa ni tete mno, ni hali ambayo imekuwa makabiliano kati yao na maafisa wa polisi. Polisi wakirusha vitoa machozi, kwa upande mwingine wanarudisha vitoa machozi hivyo na pia kuongeza mawe eh, kuweza tu kukabiliana na maafisa wa polisi wakitaka waruhusiwe ama taka kuelekea hadi katika majengo ya bunge, lakini hapa ndipo mahali ambapo wamezuiliwa nje ya lango la eh, majengo makuu ya maafisa wa polisi katika eneo la Jogoo House. Hivi hali kwa sasa kidogo imetulia eh, kinyume na hapo awali ambapo walikuwa wamejaa hapa, walikuwa wamekuja hapa kwa wingi, lakini tunapozungumza wengine wako katika eh, maeneo ya Moi Avenue pia waki jaribu kurejea katika eneo eh, hili, wengine wameenda eh, katika sehemu za City Hall wakitaka tu kuhakikisha kwamba wanafika katika, hadi, katika majengo ya bunge ambapo shughuli nzima eh, la usomaji wa bajeti inaendelea kwa hivyo ni hali ilivyo kwa sasa, imetulia kidogo. Maafisa wa polisi wamekuwepo hapo kwa wingi, na nikikuonyesha tu labda upande wangu ama nyuma kidogo, uone e, jinsi ambavyo e, maafisa wa polisi hawa wameweka doria kuhakikisha kwamba waandamanaji hawa hawataweza kupenya kuelekea katika majengo ya bunge. Hivi ndivyo hali ilivyo. Doria imewekwa vilivyo, maafisa wa polisi wakizidi tu kuongezwa hapa, wakija na vitoa machozi e, kweli kweli, ili kuweza kukabili waandamanaji hao ambao walikuwa katika mamia yao. E, sasa hivi kidogo wametulia, lakini unavyoona pia kuna ambao wanakuja kutoka maeneo ya Harambee Avenue wakiwa tuna ghadhabu hivyo picha yes, wa yes, wa wa wa unavyoona ghadhabu yes, ya waandamanaji wakibishana na maafisa tu wa polisi wakisema kwamba kile ambacho kilitendekea Albert Ojwang si haki.

Munatumwa kwenda pale ile time tulikuwa pale City Mortuary. Anti-riot police mulitumwa. Mulikuja kuchunga maiti yenye mliua. Mulikuja kuchunga maiti yenye mliua wenyewe. How many of our mothers? How many of our parents? Unavyosikia tu ni kilio cha haki ndio cha waandamanaji wakisema kwamba kile ambacho kilitendekea Albert Ojwang lazima mtu awajibike, yeyote ambaye alitekeleza kitendo hicho, wakilaumu maafisa wa polisi kwamba wamekuwa wakitumika vibaya kutekeleza mauaji, kutekeleza utekaji nyara wa Wakenya ama wale ambao wanatofautiana na serikali hivyo wakiwa na ghadhabu, wanafika tu katika nje ya lango la makao makuu ya polisi la Jogoo House, wakisema kwamba yule naibu inspector general wa polisi Edward Lagat aweze kuwajibika ajiuzulu, wakati uchunguzi wa kifo cha Albert Ojwang unaendelea. Makabiliano tu wakali, maafisa wa polisi wakikaa ngangari aweza kuwazuia wasiweze kuelekea katika majengo ya bunge ambapo shughuli nzima ya usomaji wa bajeti unaendelea. Si maswala tu ambayo yanafanyika hapa masi maandamano tu ambayo yanafanyika hapa, bali kila mahali katikati mwa jiji la Nairobi, ikiwemo Moi Aveni, ambapo mamia ya waandamanaji ambao walikuwa hapa awali wakitawanywa na wakifurushwa kuelekea pande hizo.

ni picha za moja kwa moja hizo zinakujia kutoka barabara ya Harambee Avenue, nje ya Jugo House iliko makao makuu ya polisi, ambapo waandamanaji wamefika hapa wakisisitiza kwamba hawatakoma, hawataacha kuandamana ama hawataruhusu bajeti isomwe kama naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat bado yuko ofisini na ni hali tu ambayo inaendelea kutulia nake. Kiwango cha maafisa wa polisi ambao wametumwa hapa ni wengi sana, ambapo waliweza kuwatawanya na kuwarejesha waandamanaji hao kuelekea katika sehemu mbali na jumba la Treasury ambapo waziri Mbadi alikuwa anajiandaa kuelekea katika majengo ya bunge kwa shughuli ya usomaji wa bajeti. Sasa wengine pia walikuwa wametawala katika lango la National Police Service katika jumba la Jogoo wakisema wanashinikiza kutoka ofisini ama kung'atuka afisini kwa naibu Inspector General Eliud Lagat na wanasema kwamba watarejea na watahakikisha kwamba wamezingira majengo ya bunge. Vitoa, dark, vitoa machozi bado zinazidi kurushwa tu, kuhakikisha kwamba wote ambao walikuwa wamefika hapa, labda tu kidogo ni kuelekeze katika lango la Jogoo House. Hey, ambapo makao makuu ya National Police Service yapo baadhi ya waandamanaji bado wameketi pale chini, maafisa wa polisi wakiwatazama tu na kuweka doria kuhakikisha kwamba wataweza kuingia mle ndani. Ntajongea jongea tu karibu tuweze kuona nyuso zao na pia upate kuona taswira kamili ya jinsi hali ilivyo hapa nje ya Jogo House. Hapa ni Administration Police Service na baadhi ya wanaharakati hao na waandamanaji hao weze tu kukamilisha na picha zao na taswira yao, na mtakuacha na, na picha hizo, mtazamaji, upate tu taswira kamili uone jinsi hali ilivyo sasa hivi nje ya lango la Jogo House. Olive. All right. Thank you very much for that update, Ben Kirui. We now transition not only from